Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, na mfanyabiashara Daniel Chonchorio Nyamhanga mwenye umri wa miaka 46 mkazi wa Nyakato jijini Mwanza anadaiwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha tarehe 23 mwezi wa tatu, mwaka 2025 baada ya kuaga nyumbani kuwa anakwenda kufanya mazoezi ya viungo. Mfanyabiashara huyo ambaye pia ni mkazi wa mjini Tarime na jijini Dar es Salaam inaelezwa kuwa aliondoka nyumbani kwake Nyakato jijini Mwanza tarehe 23 mwaka huu saa mbili asubuhi akiwa amevaa nguo za mazoezi na simu na kuaga kuwa atarudi baada ya mazoezi hayo. Hata hivyo, mpaka sasa hajaonekana popote. Akizungumza nyumbani kwa kada huyo wa CCM, mdogo wake, Magdalena Nyanswi ameeleza ilivyokuwa na hatua walizochukua mpaka sasa ikiwemo kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi. Naitwa Magdalena Monari Nyanswi. Daniel Chonchori ni kakaangu, ambapo mimi ndo naye mfata ni mdogo wake. Kakangu alitoweka jana majira ya saa mbili 2 asubuhi akienda kufanya mazoezi na mpaka hapo mpaka sasa, simu zake hazipatikani na hatujui aliko. Tumeshatoa taarifa katika kituo cha polisi, tumeachia mikono ya serikali ishughulikie jambo hilo. Tunaamini kwamba Mungu atamtetea. Aliko hatujui, maana aliaga familia kwamba anaondoka kufanya mazoezi. Kwa hivyo tangu hapo ndo hajaonekana mpaka sasa kulivyomtafuta kwenye simu akawa hapatikani ikabidi tutoe taarifa katika kituo cha polisi. Mpaka hapo tumeacha, sasa serikali shughulike ili kumtafuta aliko. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Mwanza limekiri kupokea taarifa kutoka kwa familia ya mfanyabiashara huyo kuhusu kupotea kwake na kuanza uchunguzi mara moja. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa tarehe 24 mwezi Machi mwaka 2025 na, na kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Audax Majaliwa, jeshi hilo linawaomba wananchi wenye taarifa zake kutoa taarifa kituo cha polisi kilicho karibu nao. Na nukuu, taarifa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu Danieli Choncholio Nyamuhanga, miaka 46, mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Temeke, kata ya Nyakato, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa mbili usiku katika kituo cha polisi Nyamagana zilipokelewa taarifa kutoka kwa familia ya ndugu Daniel Choncholio Nyamuhanga ambao ni wakazi wa mtaa wa Temeke, kata ya Nyakato wakieleza kuwa ndugu Daniel Chonchorio Nyamhanga majira ya saa mbili asubuhi aliondoka nyumbani kwake akiwa amevaa nguo za mazoezi na simu yake ya mkononi na kuaga kuwa anakwenda kufanya mazoezi ya viungo na angerudi nyumbani mara baada ya mazoezi hayo. Ilipofika majira ya saa tano, ndugu Daniel Chonchorio Nyamhanga hakurejea nyumbani, hali iliyowafanya familia yake kuingiwa na wasiwasi, hivyo kulazimika kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi. Taarifa hizo zilipokelewa na uchunguzi kuanza mara moja, huku jeshi la polisi likishirikiana kwa karibu na familia, ndugu jamaa na marafiki. Hata hivyo, ndugu Daniel Chonchorio Nyamhanga hadi sasa hajapatikana. Ndugu Daniel Chonchorio Nyamhanga ambaye pia ni mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, makazi yake mengine ni pamoja na Tarime, Lorya, mkoa wa Mara na Dar es Salaam. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea kufanyika na Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linawaomba wananchi au mtu yeyote atakayekuwa na taarifa kuhusu ndugu Daniel Chonchorio Nyamhanga atoe taarifa kwenye kituo cha polisi kilicho karibu naye au kwenye mamlaka nyingine za serikali. Imetolewa na SACP Audax Majaliwa, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza.